Wito huo ameutoa wakati anashiriki zoezi la upandaji miti lililoandaliwa na Benki ya Watu wa Zanzibar lililofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Morogoro. Kwa maana tukipanda miti e, tunazuia mmomonyoko, tunalinda vyanzo vyetu vya maji, lakini tunarudisha uoto wetu wa asili. Watu wa Morogoro tunasifika ndio mabingwa wa vyanzo vya maji ambavyo vinatiririsha maji kutoka Morogoro, e, Pwani na Dar es Salaam tukiwa na tamaduni za kutunza vyanzo vya maji kwa namna ya kupanda miti, tutaendelea kulinda uhai wa watu wengi na Watanzania wengi, na niwakumbushe mti au katwi mpaka uwe na kibali cha mkuu wa wilaya. Turudi kwenye tamaduni hiyo, tusikate miti kiolela, tusikate miti hovyo yoyote. Atakayekata miti, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Zoezi hilo limehusisha upandaji wa miti 59 katika eneo la hospitali hiyo likiwa ni sehemu ya kuelekea maadhimisho ya miaka 59 ya kuanzishwa kwa benki hiyo tangu mwaka 1966. Uh, tunahitaji miti kwa ajili ya kuzalisha hewa safi ya oksijeni na pia tunahitaji miti kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha mazingira yetu. Na sisi pia katika upandaji huu wa miti bado tunaendelea na maadhimisho yetu ya miaka themanini ya hospitali yetu, kwao tunaunganisha miaka yetu themanini ya hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro na miaka 59 ya PBZ kwa upandaji wa miti. Ah, shughuli hii ni kwa ajili ya kuadhimisha miaka hamsini na tisa ya uwepo wa PBZ. PBZ ilianza rasmi tarehe 30 Juni mwaka 1966. Kwa hiyo kufikia leo tumetimiza kufikia tarehe 30 uh, inayofuata ya mwezi huu wa Juni tutakuwa tumefika miaka hamsini na tisa. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.